Na Kenya leo imeadhimisha Siku ya Figo Duniani ikilenga kuongeza ufahamu kuhusu afya ya figo na hitaji muhimu la upandikizaji wa figo. Tukio hilo limeibua wito wa maendeleo ya haraka katika kukamilishwa kwa Mswada wa Huduma ya Upandikizaji nchini ambao ungefungua njia ya upandikizaji wa figo kwa kutumia viungo vya watu waliofariki. Haya yanajiri huku mamlaka za afya nchini zikipongezwa kwa juhudi zao hasa katika kuboresha huduma za baada ya upasuaji kwa wagonjwa waliopandikizwa figo. Katika Siku ya Figo Duniani, wataalamu na washikadau katika sekta ya afya walikusanyika katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ili kujadili umuhimu wa afya ya figo. Humu nchini watu wapatao milioni 4.7 wanaogua ugonjwa sugu wa figo, kulingana na Dr Catherine Nyongesa, ambaye ni mkurugenzi wa huduma za matibabu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta.

Aliipongeza serikali kwa kuongeza huduma ya kuwatunza wagonjwa waliopandikizwa figo katika mamlaka ya afya ya jamii SHA na kuongeza idadi ya wagonjwa wanaohitajika kupata huduma ya kusafisha figo. Over the last This is largely attributable to the important role that Shiv and Sha is playing in reimbursing the costs of dialysis. Maria mbona ni kuripoti ya Darubini